Profesa nikushukuru sana na nikupongeze sana na kwa kweli profesa, kama kuna jambo umewachongea watumishi wa wizara hii ni hii dokumenti yako. Hii dokumenti umeacha mwiba, ukisikia kilio kule jua ni hii dokumenti. Naomba ni wataalifa watumishi, hakutakuwa na semina, hakutakuwa na washa, wala si semina elekezi, mpaka kila mtu Haya, mlioenda kujifunza Kibaha mkajifungia na profesa yametimia, na kama mlikubaliana miezi miwili kesho, ndio na sababu kwa nini unafaa kuendelea kuwepo hapo. Na miezi miwili imepita na hakuna ulichotimiza, vinginevyo utaturudishia hela uliokula Kibaha, kwa sababu utakuwa ulienda semina bure na hakuna matokeo yake. Jamani, tunasikilizana vizuri eh? Eh, sasa kama mzee anaondoka mkimuona pale mumuage kwa heshima vizuri, kwa sababu najua chuma kinaingia naomba kurudia tena. Nimeangalia hapa profesa yako arobaini na ngapi? Yako mambo arobaini na tisa. Na mlienda nadhani mwaka jana, na mkakubaliana miezi mingapi? Mitatu. Kwa namna yoyote, kwa hesabu yoyote ile, miezi mitatu ishapita, yaani tujumlishe, tutoe, tuzidishe, miezi mitatu ishafanya nini? Kesho iko mwezi wa tatu, mwaka jana maana yake mmekula bonus miezi mitatu. Kama ni mwezi wa tatu maana yake wa sita mlishamaliza, mkaongeza miezi mingine mitatu, mitatu wa tisa, mkaongeza mingine miezi mitatu wa kumi na mbili, leo tuko maana yake imeshaenda zaidi. Kesho tunapitia hii document, wala hatuna kikao kingine serikalini. Tuna business as usual, mnakutana kikao mnachukua na sehemu mnapelekana retreat, mnakula posho, mnagonga chairs, mnatoka pale. Mmeelewa? Mnaweka na maazimio, hakuna kinachotokea kesho. Kesho tunapitia hii dokumenti. Yoyote yule ambaye anajua kwenye hii dokumenti hakuna hata moja aliyolifanya, njoo na sababu kwa nini unafaa kuendelea kuwa mkuu wa hiyo ofisi hiyo, vinginevyo, tukuombee mamlaka zingine zikuchukue, yawezekana nafasi nyingine. Asanteni sana na karibuni kwa ajili ya kufanya kazi. Wizara hoye! Wizara hoye! pameanza kuchangamuka <laughs> <laughs> pameanza kunoga, sio <laughs> eh? Sawa. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Mawaziri na Mheshimiwa Naibu Waziri, sasa zoezi linalofuata ni la kutia sign document ambazo tumeziandaa na naomba sasa niwe naongea huku natembea tembea, sababu mimi mwenyewe ndio naratibu. Kwanza itakuwa ni kutia saini nyaraka ambazo zimeandaliwa ambazo ni za makabidhiano, na baada ya hapo

Makofi, makofi mengi. Nashukuru sana, lakini pia tunaomba mheshimiwa waziri akukabidhi nyaraka mbalimbali najua moja umesha kabiliwa, Mweshimua waziri ya maelekezo ya Kibaha. Sasa ziko zingine ambazo pia aukusini, naomba pia kukabidhi. Naomba ni kukabidhi ilani ya Chama cha Mapinduzi, hotuba ya waziri wa, waziri wa habari sanaa wa za michezo kwenye budget ya mwaka ishirini na tano ishirini na sita sera ya maendeleo ya michezo, sera ya utamaduni bila 25 na sera ya habari na utangazaji e, hii ni sheria na kanuni za wizara na taasisi za kin zote. Nashukuru sana asante sana, sana. sana. Mheshimiwa mawaziri na mheshimiwa naibu waziri baada ya makabiliano haya, sasa ratiba inayofuata ni picha za kumbukumbu. Naomba tushuke pale chini. Bahati nzuri jengo letu lina ngazi ambazo zinatusaidia kupiga picha zote za kumbukumbu tunazohitaji, na kwa sababu viongozi watakuja, naomba watumishi wote sasa twende haraka haraka management